Msitumainie viongozi wa serikali kutatua matatizo yenu. Huu ni wasia wa askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri, Anthony Muheria, anayesema kuwa viongozi wameshindwa kuwatumikia Wakenya vilivyo. Akitoa ujumbe wake kwa Wakenya msimu huu wa Pasaka, askofu Muheria anawataka Wakenya kuanza kutafuta suluhu ya matatizo mengi yanayowakumba. Kama Umwange anaarifu huku baadhi ya wakenya wakiendelea kuonyesha kutoridhika kwao na mkondo ambao taifa limechukua hasa katika udhibiti wa gharama ya maisha, utendakazi wa miradi ya serikali kama vile bima ya afya ya kitaifa sha, kati ya mengine, kanisa katoliki sasa linawaomba wakenya kubuni mbinu za kujimudu kabla ya matatizo kutatuliwa. <tutu> askofu mkuu wa kanisa katoliki jimbo la nyeri anthony muheria ametoa kauli hii wakati wa ujumbe wake wa pasaka kwa wakenya so the kenya we desire we know we can hope for it and it doesn't matter it won't be determined by our political leadership it won't be determined by what we may wish academia to be determined by each one of us who takes the hope and works the hope where he is Muheria ambaye alionekana kuizomea serikali kwa kuendelea kufanikisha miradi inayoonekana kuwakandamiza Wakenya amewataka wananchi kuwa na subira kwani itachukua muda kabla ya mambo kuwa sawa. We as Kenyans, me as a Kenyan, must make sure hope is my weapon. Because I will not put my hope in persons, in individuals, in parties. Let's get responsible. That's my message today in Kenyans. Many times we think someone else will solve our problems. Ujumbe wake umejiri hukuwa, askofu wa kanisa hili huko Nyahururu Joseph Mbatia akiwataka viongozi na Wakenya kwa ujumla kushiriki vita dhidi ya ufisadi ili kulipa taifa nafasi ya kuimarika. Na tukiondoa hayo mambo yanahusika na corruption ee, nchi yetu ya Kenya itaweza kunawili uh, si, at, uh, hata wakati huu hata wakati wa siku za usoni <mulia> Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.